Lakini wao wameondokewa zaidi mm -hmm. Na mtazamaji kwingineko ni kwamba mwili wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ulisafirishwa kwa ndege maalum ya kijeshi kutoka katika uwanja wa ndege wa Kisumu hadi katika uwanja wa Mamboleo na kisha baadaye hadi nyumbani kwake huko Bondo. Naam, kwa mujibu wa kamati andalizi ya mazishi, hatua hiyo iliafikiwa ili, ili kuzuia kutatizika na kucheleweshwa kutokana na umati mkubwa wa maelfu ya wafuasi wake waliojitokeza barabarani kusindikiza mwili. Naam, na kama Emmanuel To anavyotuarifu kwamba hatua hiyo pia ililenga kuhakikisha kwamba mazishi ya Raila yanafanyika katika muda wa saa 72 kama alivyotaka marehemu. Mwili wake umekuwa angani muda wote wa usafiri Jumamosi. Ndege hii spesheli ya kijeshi inayojulikana kama Spartan Tactical Airlift ya jeshi la wanahewa ikitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisumu saa 1 na dakika 20 asubuhi. Na kama ilivyokuwa tu katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta Nairobi, Alhamisi, ndege hiyo ilipewa saluti ya heshima ikinyunyiziwa maji kutoka pande za kushoto na kulia kama ishara ya taadhima kwake. Wakati huo wote, mwili wa Odinga ambao umekuwa chini ya ulinzi mkali ukipokelewa na maafisa wa vitengo vyote vitatu vya wanajeshi. Saa mbili na dakika 40 mwili huo uking'oa nanga tena, wakati huu ndani ya ndege tofauti ya Russian M-8 inayotumika kwa uchukuzi wa kijeshi. Ndege hiyo ikitua katika uga wa Jomo Kenyatta Mamboleo dakika saba baadaye iki chachawiza uwanja mzima, wafuasi sugu wa Odinga ambao wamegeuzwa waombolezaji wakiupokea kwa vifijo, nduru na vilio. Na baada ya hafla ya kuutazama mwili huo wa Raila kukamilika, helikopta hiyo ilirudi tena ikiwa chini ya ulinzi mkali wa ndege nyingine ya kuisindikiza angani. mara nyingine tena wakazi wa Kisumu wakikosa nafasi ya kuusindikiza mwili huo hadi Bondo kwa barabara, namna hiyo uchukuzi ikiwapiga chenga maelfu ya waombolezaji waliokuwa na hamu ya kutembea sako kwa bako na mwili huo. Mamia waliokuwa wamepiga kambi nje uwanja wa ndege wa Kisumu wakiwa wa kwanza kupigwa na butwa, baadhi ya waliojikakamua na kufika uwanjani wakieleza kutamaushwa kwao, waandalizi wa mazishi hayo ya Raila wakisema hatua hiyo ilikusudia kuhakikisha kuwa muda wa saa 72 ambao hayati Raila Odinga alikuwa ametoa kwenye usia kuzingatiwa kifariki unaheshimiwa. Halaiki ya watu maelfu ya wafuasi wake kutoka kwa matabaka tofauti tofauti tofauti wakifika katika uwanja wa Mamboleo kumpa buriani ya mwisho, huku wanajeshi wakiongoza shughuli hiyo, na hapo kesho kuhitimisha safari ya Raila Odinga duniani katika kaunti ya Siaya. Emmanuel Toa, runinga ya Citizen, kutoka katika ugo wa Jomo Kenyatta, Mambo Leo, kaunti ya Kisumu. Namna tukiendelea kwamba wakazi wa kaunti za Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii na maeneo jirani walijitokeza kwa wingi kutizama mwili wa mwenda zake Raila Amolo Odinga katika uwanja wa Mamboleo. Naam, hata ingawa hafla hiyo ilijawa majonzi, wengi wao walifika katika uwanja huo, walimsherehekea Raila Odinga kwa kushinikiza kuwepo kwa katiba mpya na demokrasia nchini. Naam, na Stephen Leto alikuwepo. Hii hapa taarifa yake. Katika uwanja wa mambo leo, leo kulikuwa na mambo. Kabla ya jua kuchomoza katika jiji la Kisumu, wenyeji walitapakaa kwenye barabara zote zinazoelekea uwanja wa mambo leo. Baada ya muda mchache uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta Kisumu ulifurika furifuri, nyimbo za kumsifu Odinga zikiteka anga, huku majonzi yakigeuka kumsherehekea Odinga na michango yake kwa taifa la Kenya. Kisumu ambayo imekuwa kitovu cha siasa za Odinga na chama chake cha Chungwa ikijitokeza kwa aina yake kumpungia mkono wa kwaheri Baba Raila Amolo Odinga, usalama ukiimarishwa, huku waombolezaji wakielekezwa sehemu ya kutisa.